Habari kubwa katika uchaguzi wa halmashauri ya jiji la New York mnamo Novemba ishirini ishirini na tano Zohran Mamdan alishinda kiti cha meya wa jiji la New York, na ushindi wake umewekwa New Yorkers pamoja katika kipindi cha mabadiliko makubwa ya kisiasa. Mamdan ni meya wa kwanza wa New York ambaye ni Muislamu wa asili ya Asia Kusini ya Africa born na pia mmoja wa ambao wasiomekua na uzoefu wa zamani sana ana umri wa miaka 34 peke yake. Pia ni mgombea wa chama cha Democrat, na mwanachama wa Democratic Socialist of America, lakini ushindi wake ulitokana na kampeni inayosisitiza know, masuala kama gharama ya maisha yani cost of living, upatikanaji wa nyumba nafuu na sera za kijamii ambazo zinamuunga mkono mu mwangamizi wa maboresho katika kipato cha chini. Lakini hapa ni baadhi ya nukuu muhimu kutoka kwenye hotuba yake, mara baada ya ushindi alisema: I am young, despite my best effort to grow older, I am Muslim, I am a democratic socialist and Most damning of all, I refuse to apologize for all of this. Hata ujumbe wake kutamadaisha ku, utambulisho na uongozi uliendelea na maneno mengine makuu, yani mji wa New York, yani New York York will remain a city of immigrants, a city built by immigrants, powered by immigrants as and as tonight it led by migrants, kwamba mji wa New York umejengwa ama utabakia kuwa mji ambao watu ama ni wakimbizi wamefikia, wame, wame, wame. Lakini pia umejengwa na wakimbizi na umeinuliwa na wakimbizi na siku ya leo unaongozwa na mkimbizi pia. Pamoja na hayo, alilenga moja kwa moja baadhi ya wapinzani wake, anasema Donald Trump, since i know you are watching, I have four words for you. Uh, turn the volume up Akasema najua kwamba Donald Trump unaangalia. Hapa alikuwa anatoa ujumbe kwa rais wa Marekani, kwa sababu najua unaangalia, nina maneno kwako wewe, naomba uongeze sauti. Hotuba ya Mamdani ni ushina, ushindi wake yana umuhimu mkubwa sana kwa sababu kadhaa. Sababu ya kwanza, tabia, utambulisho. Mamdani ameweka wazi utambulisho wake, kijana Muislamu lakini progressive socialist, na amesisitiza kwamba hakutubu kwa misimamo yake. Hii ni kauli yenye nguvu, hasa katika mazingira ya kisiasa yenye migogoro ya kimfumo, siasa za mlengo wa kulia na hoja za usawa wa kijamii. Lakini ushindi wake ni, waki, ni kwa kiasi kikubwa uh, uprooted kutoka kwa kampeni za mashinani, yani grassroots kampeni, umazishaji kwa upatikanaji wa huduma msingi, katika nyumba nafuu huduma uh, za kijamii na gharama za maisha. Hii inaashiria mabadiliko ya tabia ya wapiganaji na nguvu ya sauti za vijana wanaokosoa ushawishi wa zamani, lakini mapinduzi ya kisiasa ndani ya chama cha Democratic, kushinda dhidi ya mpinzani wa zamani mwenye hadhi Andre Cuomo, unaashiria kuwa chama cha Democratic huko New York kinaona mabadiliko ndani ya katikati, inaenda kutoa ama kutoka yanaendelea na establishment kwenda zaidi progressive agenda Mamdani ataanza huduma rasmi kuanzia Januari moja elfu mbili na ishirini na sita. Ongezeko la matarajio hukutana na ugumu wa utekelezaji: bajeti ya jiji, ushirikiano na serikali ya jimbo yaani state, miundo ya kisheria na kisiasa, lakini na upinzani kutoka kwa vyama vya upinzani na sera ya kulia au wenye kuunga mkono katiba ya chama cha zamani. Ushindi wake umetazamwa kama ishara ya nguvu inaongeza kwa mlengo kwa kati ya mlengo wa kushoto ndani uh, ya Marekani. Wengine wanaona hii ni sehemu ya mabadiliko makubwa yanaendelea katika jamhuri ya jamhuri ya Marekani, hususani kuelekea uchaguzi wa kati yani midterm na uchaguzi wa mwaka ujao.